cha ujenzi wa msikiti pamoja na lamani na kuna limoti ya umeme, kuna kadi ya kununulia umeme wa ba'du wa wa wa baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu Waislamu, kwa kweli siku ya leo ni siku nzuri, ni tukio zuri ambalo lilikuwa limejitokeza kwa maana tumekusanyika katika hali ya kupata swala ya Ijumaa na pia kufungua msikiti wetu huu Masjid Al Azizi. Mwenyezi Mungu ajalie sote tu, tu tufanikishe kwa pamoja tupate sawabu kwa pamoja kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu. Pia nashukuru sana eh, mama yetu mfadhili wetu hakupenda kumtaja jina alikuwa kaitoa, na hata mhutubu wetu alichokuwa ki, ka kihutubu ni, ki, ni kizuri sana aliyakuwa sadaka inatakiwa itoke kimya kimya, Mwenyezi Mungu na huyo mtoaji ndio wanajua na zaidi sana si kwamba kutangaza ndio itakuwa vizuri, sadaka toka imefika hicho kitu kinakuwa si kitu kizuri kwa maana. Juu ya usimamizi wetu wa ujenzi, mpaka tupokuwa tumefikia mpaka hivi sasa, kuna madokumenti, kuna funguo kumi na nane. Funguo hizi za, view, za milango ya wanaume na milango ya wanawake na pointi ya ofisi ambayo wanasema ni itakuwa store. kwa kusema hayo, nasema alhamdulillahi rabbil alamin.